Bwana Mr Blue Baisa Babylon amefunguka kuzungumzia inshu ya yeye kufanya kazi na Diamond Platinumz. Kwanza kabisa ilikuwaje, eh, conspiracy Samba, na zile ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni kuhusiana na msanii yeyote yule kufanya kazi ambazo zimekuwa zikisambaa huko mitandaoni na mitandao sehemu mbalimbali, watu wamekuwa kidiscuss hiyo inshu. Jambo ambalo kiukweli halina mashiko ukilifikiria tu kwa haraka haraka, lakini at the end of the day ni kwamba Mr Blue amefanya interview katika moja kati ya Tanzania ameweka clear hiyo issue kwamba kwamba kwamba haipo na katokea, na na na na haiwezi katokea. Yeye bado anaendelea kufanya poa na watu watu wamesema hivyo baada ya ya ya mapozi mapozi mapozi kutoka na Jay Jay Jay Melody Melody Melody mule ndani kuna watu wameanza kusema kwamba eti Jay Melody ameanza kushuka, jambo ambalo linaonekana kama vile sio kweli kwa sababu hivi karibuni tu Jay Melody ametoka kuachia mwingine na mambo yanaendelea kuwa poa, lakini Blue Blue amezungumza pia jinsi ambavyo ngoma hii ile ya mapozi ambayo ambayo tunafahamu kabisa kwamba mapozi ni ngoma ya Mr Blue ambayo tulisha roll nayo tokea zamani tukiwa darasa la 4 huko Blue ndo bado alikuwa bado kijana mdogo na alikuwa anatoa hizo ngoma mapozi unanimaliza Blue, na nyimbo nyingine kibao. Umeona bwana, sasa ile pale imekuwa kama remix hivi kwa namna moja au nyingine, kwa hiyo Blue akaulizwa kwamba je, basi hii ngoma ilikuwaje mpaka ukajikuta kwamba umebless kwamba itoke ifanywe kama remix lakini nawe pia uwe umo ndani. Kwa mujibu wa Mr Blue ameeleza kwamba ile ngoma bwana moment ilianzia kwanza kabisa yeye na Diamond walikuwa na ukaribu. Japokuwa ukaribu wao umeanza hivi karibuni, huko awali walikuwa hawana ukaribu sana sana. Ukaribu waliokuwa hapo before kabisa, Diamond hajatoka walisha rekodi ngoma mbili, lakini baada ya hapo wakapoteana, then wamekuja kulink tena hivi karibuni, ambapo kulikuwa kuna ngoma inaitwa Commando ambayo tunaifahamu Commando, nayo pia imeisha toka, na katika hiyo ngoma amefanya ame amefanya amefanya Blue na sorry, amefanya Jinako na Diamond. Na ile ngoma bwana unaambiwa kwamba originality, ile ngoma ilitakiwa awepo Blue mule ndani na Diamond, yani ilikuwa ni collab ya Blue na Diamond. Lakini kwa mujibu wa Blue alivyosikiliza ile ngoma akaona okay, humu mimi sina sehemu ya kukaa, bwana mkubwa mimi nakaa wapi humu kwa hii beat. Kwa hiyo ile beat ilimtisha Blue akaback down, then Jinako akasimama mule ndani na ngoma ile pale imetoka inafanya vizuri mpaka leo. Lakini Diamond bado alikuwa alionyesha kwamba bado ana kiu ya kufanya kazi na, na Mr. Blue. Sasa Jay Melody alikuwa yuko zake Nairobi, Kenya, then ndo akafika. Ah, nasema inasemekana kwamba alisikiliza ile ngoma ya Blue ya zamani Mapozi, ndo yeye akaingiza verse, na akamtumia Diamond. Diamond akaona okay ngoma kali, ndo akamfikishia Blue. Blue ndo akamwambia epia aruke nayo hiyo, hiyo, na ndo ile ngoma ikatoka Mapozi. Na hivyo ndivyo ngoma, ngoma ya Mapozi ikawafikia Watanzania, na kwa mujibu wa Blue mwenyewe aliulizwa kwamba chochote, eh, Blue akasema kwamba hapana, na wala hakuwahi kutamani kulipwa, kwa sababu yeye huaga na bless tu vijana hawa ambao wanatamani kufanya ngoma zake kuzi revive kwa namna moja au nyingine. Ni kitu ambacho yeye huaga kinamvutia sana, na huaga hata kipesa. Na yeye mwenyewe pia amesisitiza hata kuingia kwake kwenye game eh, aliingia kwenye game, hakuwa na focus ya pesa, zaidi alikuwa anataka kufanya mziki mzuri, na pia vile vile sio tu kwa Diamond